Walisema hakuna dada wa kazi ambaye angeweza kufanya kazi kwenye jumba hili lakini Mary akavunja rekodi, akaja katika jumba hili la kifahari na kufanikisha kufanya kazi. Jumba ambalo lilikuwa na mwanamke katili mwenye roho mbaya, pia alikuwa anafukuza wafanyakazi, hakushindwa kumpiga kofi mfanyakazi wakati wowote wa hata kwa kosa dogo, lakini matusi ilikuwa ndo lugha yake wafanyakazi walikimbia hata mchana kweupe, na wengine ilipofika usiku waliruka fensi na kuondoka kwa sababu mateso yalikuwa mengi. Cha ajabu, Mary ndiyo akaja kuomba kazi mbali na wenzie kukimbia, lakini yeye akapiga hodi. Karibu na kukaribisha katika simulizi hii nzuri, na mimi ni Mwaluvanda. Naomba kama unatazama kupitia TikTok, njoo YouTube uweze kuona yote, na ukifika YouTube usiache kusubscribe. Asante, tunaendelea. Jumba hili lilikuwa na Madamu Sofi. Mwanamke huyu alikuwa mwanamke wa pili kuolewa na tajiri mkubwa wa kizungu ambaye alikuwa anaishi hapa Afrika. Alimiliki jumba zuri lililosheheni magari, lakini pia lililosheheni kila aina ya nakshi, ndani limelambwa na dhahabu Mbaba huyu alikuwa na pesa nyingi, kwani alimiliki kampuni. Wafanyakazi walikuwa zaidi ya ishirini. Kulikuwa na mpishi mpishi ambaye alikuwa hana neno, alishindwa kuongea, kwa maana ukifanya kazi kwenye jumba hili mm -mm, lazima uwe na roho ngumu. Mpishi huyu alikuwa akiandaa chakula cha mke wa tajiri huyu, lakini tajiri mwenyewe ni huyu mama ambaye alikuwa anaitwa Madamu Sofia au Madamu Sofi. Madamu Sofi kila akipita, wafanyakazi walimnyenyekea, walimwekea foleni Tajiri alikuwa hana tatizo, mwenye roho nzuri, mwenye pesa, mwenye uwelewa, msomi pia, ni raia wa Ufaransa, lakini mke wake ndiyo tatizo. Tajiri huyu alimwoa Madamu Sofi baada ya mke wake wa kwanza kuondoka nyumbani kwao, kukataa kuishi katika nchi ya Tanzania. Lakini Madamu Sofi baada ya kuingia kwenye jumba hili, hali ikabadilika. Wafanyakazi walipigwa makofi, waliopendwa wakachukiwa, wenye kuvumilia wakavumilia, lakini wengi walikimbia. Wafanyakazi tisa walikimbia ndani ya miezi sita tu, wengine walikimbia wakilia, wengine waliruka ukuta usiku wa manane bila kuonekana, kwani walihisi wakionekana wataweza kuzuiliwa. Nini kitaendelea katika hadithi hii? Tuendelee kutazama. Bwana Thompson huyu ni mzungu ambaye alihamia Afrika Mashariki miaka kumi iliyopita, akafungua biashara zake. Biashara zake zikaenda vizuri, akawa tajiri mkubwa. Alimiliki majumba kifahari, magari, lakini alimiliki wafanyakazi wengi. Ila nyumbani kwake kulikuwa na shida, hakuweza kuongea, lakini ilimuumiza sana. Na shida si nyingine, wala haisababishwi na mfanyakazi wala na kampuni zake, hapana. Ni mke wake, Madam Sophie. Madamu Sofi, mwanamke mnene, mwanamke mwenye nguvu, mwanamke mwenye shepu ya umbo namba nane. Japokuwa na unene wake, lakini alivutia, alipendeza, na kila alipopita watu walimtazama. Lakini Meri akaja kujiunga kwenye jumba hili. Ndipo alipofika siku ya kwanza, akapewa kazi, akaanza na kudeki Jumba hii haikuwa na salamu kwa maana wafanyakazi walichoka kupeana salamu, walichoka kupeana majina, kwani waliona hata ukiulizwa jina humalizi wiki na utaondoka. Hata Meri alipoingia, wafanyakazi wengi walisema hawezi kudumu, hawezi kudumu, lazima atachimba, lazima atakimbia. Ndiyo ni siku hiyo, kipindi Meri anaendelea na usafi wake ndani ya siku ya kwanza, alisikia tuu tu, tu, tu, tu, tu. kuchekinyuma kuangalia ni kipi kishindo, kumbe ni mwanamke mnene mwenye shepu nzuri mwenye hipsi, hipsi, mwanamke ambaye ameenda hewani mwenye sura ya mviringo mwenye kupenda fashen mwenye kuvaa nguo nzuri. Alipenda kila nguo inayoingia, hakutumia vitu vya vya bei chini, ndiyo alitumia vitu vya bei ghali. Lakini ghafla akapiga teke hii ndoo ya kupigia deki. Meri akatahamaki akaona nini shida, lakini hakuongea wala hakujibu wala hakuonyesha sura kuchukia lakini Madam Sofi akasema, nani anaweza kuziba njia? Tangu asubuhi nimechukizwa na wewe, unaziba njia. Endelea na usafi, piga deki. Akapita zake. Cha ajabu, meri wala hakuonyesha hasira, mpaka mfanyakazi mwingine aliyosimama pembeni akasema, anajifanya jasiri, lakini ataondoka, ataondoka tu Hawezi kudumu katika hili jumba la mateso, lazima ataondoka. Lakini ni nini basi kilimsukuma meli kufanya kazi? Meli alikuwa anauguliwa na mtoto wake, mtoto wa miaka sita alikuwa amelazwa katika hospitali ya Mloganzila. Mtoto huyu alikuwa kidei wa bili, ndipo Meli akaamua kwenda kutafuta kazi za ndani lengo la kufanya kazi ni kuweza kwenda kumlipia mtoto wake bili ya hospitali aweze kutoka. Meri alijipa moyo akasema, si Meri anayefanya kazi isipokuwa anafanya kazi kwa ajili ya mtoto ndiyo acha nivumilie. Hata asubuhi yake alikwenda jikoni akamkuta mpishi mpishi mpishi Dada Airun ambaye alikuwa anapika chakula kizuri na ndo mpishi wa raisi. Wakaongea vizuri, akamwambia utapamudu Meri. Akacheka akasema naweza kupamudu. Akasema sijui wenzako wote wanashindwa, anaekaa sana ni wiki mbili, hata mshahara mmoja hawapokei na wanaamua kukimbia. Kipindi wanajadili Madam Sofi akaingia, kuingia wote wakataharaki. Akasema Mnapiga hadithi ni nini? Sasa iko wapi tangawizi yangu? Lakini mpishi akajibu kwamba inakuja na kuandalia mke wa bosi, lakini madamu Sofi akasema siongei na wewe, naongea na huyu mgeni. Wewe mgeni, iko wapi tangawizi yangu? Naomba uniandalie tangawizi tena. Tangawizi yangu ina condition, ina masharti. Sitaki iwe ya moto, sitaki iwe ya baridi, sitaki ikolee sukari, sitaki uipunje sukari. Endapo nikiungua kidogo tu katika mdomo wangu, kikombe hicho nitakupiga nacho usoni, na ndo mwisho wa kazi yako sawa. Naomba niletee haraka, niletee ndipo. Mpishi huyu Mary akaamua kuandaa tangawizi lakini, akampelekea kipindi anampelekea watu wote wakamtazama, wakaona kila aliyepeleka tangawizi ni mtihani ambao alifeli, alirudi analia, kwani alitukanwa au alipigwa. Lakini Meli alipofika alimkuta Madam Sophie ameketi katika kitanda chake, lakini akamkabidhi tangawizi hiyo. Kumkabidhi tangawizi hiyo, Madam Fed Sophie akachukua tangawizi hiyo. Kuchukua tangawizi hiyo, akasema nahisi, kama umefanikiwa, nahisi kama umoto wake ndio moto unaofaa, hili ni kama vile umeweza, kwa hiyo hongera umefaulu. Kipindi Meri anataka kuondoka, akaambiwa, "Hapana, hujamaliza. Mimi nachukia sana uchafu na choo changu kina kutu, uchafu wa haja zangu ndo zote sijazifuta ndani ya wiki mbili, naomba kafute." Ndipo Meri akaingia kwenye kazi nyingine bila kupumzika. Hakuongea, hakujibu, hakukataa wala hakuonyesha sura ya kuchukizwa. Alikwenda kufanya usafi. Kipindi anafanya usafi, ghafla akagusa glasi. Glasi hiyo ilikuwa bafuni, ilikuwa na dawa ya Madam Sophie. Alipodondosha alishtuka sana, akatetemeka, akatokwa na jasho. Madamu Sofi hakuuliza, alipokuja alimzibua kibao. Baada ya kumzibua kibao, akamwambia, kwa nini unakuwa mzembe? Sipendi ufanyakazi wa zembe, vitu vyangu nimevinunua kwa, kwa pesa nyingi. Kwa nini uwe chanzo cha kutia umaskini sasa? Kuanzia hivi leo nakwambia, fanya usafi, endapo utanitia hasara tena utalipa wewe, na utalipa mara mbili yake. Okota na endelea Ndipo Meri akaamua kuokota uchafu huo. Huwezi amini, hakumjibu hakuonyesha hasira hakuonyesha kulia, japokuwa kofi lilimuumiza. Mwili wake ulisisimka, misuli ikaumuka, lakini alijikaza moyoni. Alijipa moyo, akasema, ndio nafanya kwa ajili ya mwanangu. Kazi hiyo ilipoisha, madam Sofi hakuchoka, lakini akazidi kumpa kazi na kazi. Hata alipotoka mzungu huyu tajiri, akamwita Meri akamwambia, nimesikia kila kitu. Je, unaonaje kuhusu kazi? Meri akasema, kazi bosi, kazi nzuri, wala sioni shida Bosi akasema una hakika utavumilia? Akasema ndio, ntavumilia. Mzungu huyu akashangaa sana, akaona ndiyo mwanamke wa kwanza kuweza kuvumilia mateso ya mke wangu. Hebu tuone kama ataweza kuvumilia. Basi huwezi amini, siku zikakatika. Meli akaendelea na usafi mpaka wiki moja ikaisha. Kipindi anafanya usafi, siku hiyo ndipo anafagia uwanja, bado wafanyakazi walijiuliza, lakini ghafla akaitwa kuitwa, akaitwa na bosi wake, akamwambia wewe ni nani ambaye unakuja ofisini, unakuja kazini, lakini hutaki kuja kunisalimia? Nataka unisalimie. Wakati huo Meli alishamsalimia, lakini Meli akaenda zake chumbani na kufikiria shida inakuwa wapi, mbona alishamsalimia. Lakini kwa kuwa alikuwa anafanya kazi kwa shida kubwa, akasema navumilia yote kwa sababu ya mwanangu, yote ni kwa sababu ya mwanangu. Huwezi amini, Meri alikuwa amesimama na kuendelea na majukumu yake, lakini watu wote wakamwambia kwamba wewe utaweza mbona ni kama unavumilia? Wenzako wote waliokuwa na kitengo chako walikimbia, hata sisi tuna mpango wa kukimbia, mbona huongei kitu? Lakini kipindi Meri anafanya usafi, madamu Sofi akatokea. Baada ya kutokea, akamwambia wewe naomba ufanye usafi wako kwa uzuri, kwa utulivu. Tena nataka ufanye mpaka nisione uchafu kwani na kuona kabisa, huwezi kufanya usafi, ni mzembe mvivu. Mary alimuumiza maneno hayo, lakini wara hakuongea chochote kwa kuwa alikaa kimya. huwezi amini, basi madam Sophie akamwaga glasi kwa makusudi, akamwaga wine alizi yote, ikawa nyekundu kama damu, au kuku aliyechinjwa, au mwanamke aliingia kwenye siku zake bila kujijua. gafla matone yakadondoka, o oh my god. Huwezi amini, Sophie wala hakuchukia, akazidi kufanya usafi, hakumuuliza hakukasirika, alitabasamu na kucheka kipindi anafanya usafi. Alisema, Ndiyo, nafanya kwa ajili ya mwanangu. Hali hii iliwashtua wengi, siku zikakatika. Hata siku hiyo alipokuwa akisafisha ua, bosi wake alikuwa amekaa anasoma gazeti, lakini akamwambia Mary, unaonaje kazi hapa nyumbani? Akasema, kazi ni nzuri wala sioni shida. Akamwambia je, yeah, unahisi kuna chochote kibaya ambacho kinakutokea? Akasema hapana, hakuna kibaya, kila kitu ni kizuri, mambo ni mazuri na sioni kama kuna shida yoyote, naenjoy naenjoy kuwa hapa. Hali hii ilimshitusha sana bosi huyu na kuona kwamba mbona wengi walikimbia. Hata ilipofika usiku, alikwenda kuketi na mke wake, akamwambia, vipi kuhusu huyu msichana, mbona bado yupo? Lakini madamu Sofi akamjibu kwa dharau na zihaka, akasema ana shida ndio maana bado yupo, shida yake kiisha ataondoka. Akamwambia, lakini unaonaje, yote unayomfanyia, yote unayomwambia na yote unayomtendea, bado binti huyu haonyeshi hasira, haonyeshi chuki, haonyeshi kukasirika. Akasema okay, sijui lakini naamini yeye anahuhitaji na sisi basi. Siku ikaisha. Siku iliyofuata, huwezi amini, Meli alifanya usafi, ndipo akapita kwenye kioo, akashitushwa na alichokiona. Alimwona Madamu Sofi ameketi peke yake, mwili wake ukivuja jasho, akiwa amekaa kwenye tiles. Maskara yake ilikuwa ikidondoka kama matone ya saruji, kwa sababu machozi yalikuwa akimiminika katika mashavu yake, ana huzuni kwelikweli. Meli akajiuliza, inakuwaje madamu amekaa peke yake? Lakini madam hakujua kama meli anamtazama. Madam alikuwa akiwaza kitu, kuna kitu kilikuwa kikimuumiza sana. Wote hatujui ni kitu, kitu gani? Mimi na wewe, acha tuendelee kufuatilia. Basi kipindi amekaa hapa, Meri akaona hapana, lazima nimsogelea. Meri ni mwanamke mrembo mwanamke aliyefunzwa katika maadili, mwanamke ambaye amefunzwa ukarimu, hawezi kukuona ukiwa na huzuni bila kuja kukupa furaha. Hivyo hali hii ikamgusa sana, akaamua aende kwa Madamu Sofi kwa lengo la kwenda kujulia hali yake. Ndipo akamsogelea akamwambia, vipi madam, una shida gani? Madamu Sofi akamtazama kwa jicho la hasira akamwambia, haikuhusu, endelea na shughuli zako. Kwa nini umekuja hapa? Unataka nini eh? Medi akamwambia, hapana, nimeona umeketi lakini hupo sawa. Sasa nataka kujua kwa nini hauko sawa. Kama nimekukosea, naomba unisamehe bosi, naomba unisamehe najari na nakujali bosi wangu, ndio maana nataka kujua una nini. Maneno haya akamshangaza madam Sofi, akaona mbona huyu mwanamke ana vitu vya ajabu, mbona hanichukii kama wanavyonichukia wafanyakazi wote, mbona nimemtendea mabaya kama niwafanyia wengine, yakawashinda wakakimbia usiku, wengine mchana, wakilia Mbona huyu bado ananipenda? Akamwambia, we ondoka. Akamwambia, kwa nini wewe Meri unafanya kazi? Meri akamwambia, sikiliza, nina mtoto wangu mdogo yuko hospitali, anahitaji bili ya hospitali, kwa hiyo nafanya kazi kwa sababu niweze kumhudumia yeye, niweze kumtoa hospitali. Sioni kama kuna zito linaloweza kunikatisha tamaa. Madam <coughs> Sofia akamwambia kwamba Je, yeah, unaweza kuvumilia changamoto hizi zote? Huoni kwamba utateseka? Akamwambia sioni kama kuna kitu kinaweza kunitesa katika dunia hii zaidi ya uhai wa mwanangu, mimi naamini mwanangu ndio mateso zaidi. Basi Meri akataka kuondoka, Madam Sophie akamtuliza, akamwambia hembo subiri, shemeji zangu wote mawifi zangu wote walinichukia. Huwezi amini, Madam Sophie kwa mara ya kwanza anamwambia Meri subiri, na anamsimulia habari yake, anamwambia tangu hapo zamani shemeji zangu mawifi wakwe zangu walinichukia lakini hata ndugu zangu walisema mimi ni mtoto sintoweza kudumu na mume wangu lakini baada ya kuolewa walinitenga wakanifanyia uadui. Hali hii kanifanya niwe naishi maisha ya hasira, namchukia kila mwanamke. Mwanamke yeyote anaevaa sketi, mwanamke yeyote anaevaa gauni, mimi namchukia, kwa maana hawa walikuwa chanzo cha kunikatisha tamaa, na kumbe lengo lao lilikuwa mimi kuondokana na ndoa hii. Meli akamwambia nasikitika kusikia hivyo. Basi huwezi amini, Meli alipotoka siku iliyofuata, wafanyakazi wote wakaona kuna hali ya tofauti ndani ya nyumba. Kelele ziliisha, kuamka asubuhi wa kutukanwa kumekwisha, bosi wala hana fujo, kila amani ilianza kujongea. Hata wafanyakazi walimuuliza Meli kwamba umefanya nini au umempikia nini bosi, mbona madamu sofi amepoa? Si madamu tuliyomzoea Kipindi anafagia kumbe, madam sofi alikuwa anashuka kwenye ngazi akamwona kiajabu kwa mara ya kwanza katika historia. Watu wote hawakuelewa kichotokea. Madam madam sofi aliongea kistaarabu na kumwita Meri na kumwambia, Meri nakuhitaji chumbani kwangu, nakuhitaji chumbani kwangu, naomba uje nna mazungumzo. Hata Meri alishangaa, lakini mpishi pia alishtuka, hata getman alishtuka na wafanyakazi wengine wote walitahamaki kwa mara ya kwanza katika historia walihisi wanaota, walihisi sio kweli. Lakini mpaka watu akamuuliza Meri, Meri, umemfanya nini au umempa nini? Bosi akamwambia hapana, si kila wakati mtu anafaa kupewa kitu kuweza kuwa mtu bora au kuweza kuondokana na yale anaomsibu. Kuna wakati mtu anahitaji muda, anahitaji wasaha, anahitaji ushauri, anahitaji rafiki wa kweli. Basi Madamu Sofi akamwita Meri akamwambia Meri, Unaonaje kesho ukapumzika? Nataka nikupe ofu. Lakini Meli alikataa akasema, hapana, kwa nini unataka kunipa ofu? Kipindi hicho madamu Sofi alikuwa akitazama akitazama picha ya mke marehemu wa mume wake, mke huyo alikuwa ameshikamana na mume wake, akasema, hii picha niliyoishika ndio picha ambayo imefanya watu wanitukane na ndio maana nimehifadhi wengine walisema mimi nimemuua huyu mama, kumbe wala sikumuua. Lakini wewe binti ni binti wa pekee. Nimekusema, nimekutukana, nimekupiga huku nichukia, naona kama ni mtu ambaye umekuja kubadilisha maisha yangu. Najihisi kumbe hata mimi naweza kuwa mtu mwema. Wafanyakazi wote walinichukia wengi wamenikimbia, wengi wananiimba, wengi wananikataa, lakini wewe ulikuja kunitembelea, ulikuja kunisogelea kujua hali yangu. Naomba kesho iwe ofu kwako. Akamwambia, hapana, kesho siwezi kuwa ofu. Akamwambia, hapana, Nimesema kesho iwe ofu kwako, nataka umtembelee mtoto wako, nataka umtembelee mwanao. Ndipo Meri akashtuka, akaona imekuwaje mtoto wangu ameingia kwenye nafsi ya huyu bosi. Kumbe bosi ana huruma, mbona alikuwa na roho mbaya wakati hapa ana huruma? Akajua kuna kitu, roho mbaya yake haikuwa ya bule, ina sababu Akapokea bahasha hiyo. Bahasha ndani ilikuwa na laki mbili. Basi huwezi amini, meli ikamshtua, lakini akashukuru sana, akatabasamu, akasema e, Mungu nakushukuru, nakushukuru kwa sababu nimepata pesa kidogo ya kwenda kumtazama mwanangu na kwenda kupunguzapunguza makali ya bili anayodaiwa. Basi meli akachukua pikipiki piki au maarufu kama bodaboda boda. Akachukua bodaboda boda, ikampeleka mpaka hospitali, lakini kipindi kwenye bodaboda aliwaza sana akasema Mungu asante, lakini akasema si kila mtu anekufanyia mabaya au anekutukana anakuchukia. Kuna wengine wana misongo ya mawazo, leo nimegundua Alipofika hospitali alifurahi sana, na akamtazama mwanawe kipindi amelala, anaumwa mwanawe. Akamtazama, akamsalimia mamake. Mamake akamuhagi, akamwambia, mwanangu, nakupenda. Akamwambia, asante mama, umeniletea zawadi yangu unayoipenda. Akamwambia, ndiyo, nimekuletea zawadi yako unayoipenda. Basi mtoto huyu akafurahi, ndipo Meli akampa chakula, akacheka naye. Mtoto akamuuliza, mama, lini naondoka kwenda nyumbani kuishi na wewe. Akamwambia, haraka mwanangu, haraka mwanangu. Ingawa swali hili lilimtoa machozi Meli na kumtia simanzi, lakini Meli alijipa moyo na kusema, haraka mwanangu, nipo tayari kutukanwa, kufukuzwa, kunyeshewa na mvua, kupigwa, lakini utatoka hospitali. Asichokijua ni kwamba kumbe madamu Sofi huku nyuma alikuwa ametuma mpelelezi, alituma dereva aweze kumfuatilia Meli na kuhakikisha. Hakumtuma kwa kuwa hakumwamini Meli, la hasha, alimtuma kwa kuwa alitaka kujua ni hospitali gani ambayo mtoto wa Meli alikuwa amelazwa. Mimi na wewe hatujui kwa nini madamu anaamua kuchukua maamuzi haya, lakini yote tutayapata katika episodi ya pili. Kama umeipenda hadisi hii, naomba usiache ku cha kuendelea kusubiri sehemu ya pili kwa maana sehemu ya pili inakuja hivi karibuni. Lakini kama mara ya kwanza unakuja kwenye chaneli yangu, naomba usubscribe. Lakini kama una maoni, naomba ukomenti. Lakini vilevile vile, unaweza kulike ila nitafurahi zaidi kama utashea na marafiki zako, ili kuweza kujua kwamba Mwaluvanda TV ndio sehemu pekee inayokuletea muvi nzuri na hadithi kama hizi. Hebu tuonane sehemu ya pili, tuone nini kitatokea. Meri au madamu, kutakuwa na nini? Asanteni, tega sikio.